Zangu, mnasikiliza kwa makini. Azam News imemshuhudia kijana Shukuru Mwalongo mwenye umri wa miaka 37 akiwa katika eneo la Mlangali wilayani Ludewa akizungumza na wananchi hususani vijana wenzake akiwasihi kuachana na wizi na ujambazi. Hatua hii anaifanya baada ya kumaliza kutumikia kifungo cha miaka mitano jela aliposhitakiwa baada ya kukutwa na hatia kuhusika katika matukio ya wizi na uvunjaji. Nimeharibu, na nimeharibu sana mali za watu kwa muda mrefu. Hei, nilikuwa mtu ambaye nawateka watu na nyang'anya pikipiki. Sehemu ya simulizi yake inaeleza matukio aliyoshiriki na mara kadhaa alivyonusurika kuuawa na wananchi wenye hasira kali, ambapo washirika wake wawili katika uhalifu waliuawa kikatili. Mmoja alipoteza maisha kupitia uhalifu Makambako, alichomelewa moto kupitia petroli, lakini huyu mwingine nafikiri alifia ndani ya wilaya ya Ludewa. Ndio kwanza Shukuru ameanza safari ya maisha mapya na anafikiria kuanzisha biashara ya kujumua na kuuza vitabu. Na kwa sasa yupo singo, kama ambavyo msemo huu husikika kwa vijana wengi wasio na wenza wao wa maisha. Na baada ya kupata mahali pa kufanya ibada na kumrudia Mungu wake, mpango alionao ni kuwa na familia na kuendesha maisha kwa kufanya shughuli ya halali. Mtu mwizi, mtu jambazi, yote yule hata ungevaa vizuri unatembea kwa watu huwezi kuonekana kwenye riki like, lazima unakuwa mtu wa kujificha, na chochote unachosikia barabarani hata mngurumo wa pikipiki hata gari lazima ukimbilie polini, manake unakuwa ni mtu ambaye una amani, kama ilivyo msemo wa siku za mwizi ni arobaini. Shukuru wanaokumbusha ambao bado wanafanya uhalifu wajiandaye kutiwa nguvuni. Mafanikio ya jambazi manake ni kwenda gerezani au kufa, tena unakufa manake kifo cha ajabu. Mchungaji Moses Mwakiusa wa kanisa la TAG Mlangali ambaye kwa sasa ndiye mlezi wa Shukuru anasema jukumu lao ni kutoa malezi ya kiroho kwa waumini wanaofika kumtafuta Mungu. Mungu kama mlezi siwezi kuwa naye naye siku siku wakati wote na mahali popote, na siku zote, na mahali mahali popote popote zote lakini Mungu yuko pamoja naye, analala naye, anamkaga na anatembea naye mahali popote. Huyo ndio wa kwanza kumwogopa Mungu. Shukuru ametoa rai kwa wazazi na walezi kuwadhibiti watoto wanaoanza kuonyesha tabia mbaya angali wakiwa wadogo kwani na yeye alianzia kwenye uhalifu mdogo na kufikia hatua ya uvunjaji na utekaji. Kesho kutwa atabeba shilingi elfu moja, kesho kutwa atabeba shilingi elfu mbili. Maana yake sasa anazidi kupanda. Baadhi ya wananchi niliyozungumza nao wametoa maoni kwa hatua ya Shukuru kujitokeza na kuhamasisha vijana kuachana na uhalifu. Kwanza nampongeza kwa kuacha hayo aliyokuwa ameyafanya, na vilevile vile, kujua kwamba Mungu amemsaidia kila la heri kwa Shukuru Mwalongo kwa kugeuka na kuwa raia mwema. Emanuel Kalembo, Azam News, Njombe.